E, na wote wanafanya wanafanya mm. kitu kimoja mm. vitu hizo hizo mm. kwa upande Fid Q ilikuwaje uh, rahisi kukamilika kwa project na upande huu okay. mm. yani, wa Zuchu ikawa tofauti. Okay, kwanza kabisa Fid Q mimi ni kama kaka yangu cha kwanza yani sio mtu ambaye ambaye nimekutana naye tu mm. ah, sure. Lakini Zuchu simfahamu hivyo mm. aha, umenielewa? ah. simfahamu hivyo lakini uh, unafahamiana naye Uh, na nimekaa before tujafanya ile ile ni tumekaa tumeishi tumeongeaga tume, yeah. eh sana vitu vingi vi, yes flani hivi eh sio ya ndani lakini nzuri sure kwao, namfahamu anafanya hivi ni mtu flani ni mtu yeah. wa hivi eh hata hivyo yeah. naambia kaka, kuna na ngoma moja na uweza mimi wimbo ambao aliandika nikaenda ku niliufanyia research yeah. wa Fidq wa Fidq okay okay nikaingia kwenye kuna kwenye, kwenye okay ni maandishi yake eh. nikaenda kwenye Biblia nikaanza kusearch eh, na mimi nikuangalia kwenye Zaburi, kwenye Zaburi ipo, kwenye mithali ipo yeah. na kwenye kitabu cha Fanyo cha Ayubu eh. ipo ameandika vitu kutokea e kwenye, kwenye Biblia. eh. Eh, na amevielezea vizuri, kwa hiyo nikamwambia ana shida. Mm. tutafanya na e, e, samani wimbo ambao uh, u, ulikuwa ufanya na Zuchu ushatoka mpaka sasa hivi, Zuchu ameshau release wa wimbo

Yeah, like, no, yeah, <laughs> tungetoka tu, tu, tu, tunge na mapepo? Kwa sababu pia una una story naye unamjua vizuri, kwa sababu mmekuwa mekuwa na ukaribisha, namjua, nataka ni tuongee kuhusiana na uandishi. Sure. Uandishi wa Fid Q haujalenga, hauna pande mbili Umemzungumzia Mungu na uweza wake na ukuu wake. Bas. Bas. No, basi, basi. Okay. Sikiza ule wimbo tena. Afu wazuchu. Uh, Mungu yupo mm-hmm. Sijakataa lakini pia lakini sijajua nia, yani sijajua nia. Nia, nia na na, na, e, kile, na, maneno pia Eh. ya ya kufuna kufuna mnachotuma okay, mkiniue Mkiniwe, ndio nini? so, yani Sasa mimi kwa sababu sijui nia, kwanini huu wimbo unaandikwa kwa sababu gani? Yeah. na nia yake ni nini? Mistari, mistari mistari ya, kama ulipata uh, nafasi ya kwenda kufanya utafiti wako kupitia mistari ya ngoma ya Fidq, yeah, ya Zuchu pia ulipata nafasi hiyo. Asa ile ile haipo kwenye, haipo haipo biblically, haipo eh uwezo kukuta, eh hamna uwezo kukuta. Nimeona uh, mahojiano ya kaka yangu nametaga Paulo maknini <laughs> bangu anaitwa Paul pia anaitwa Paul Clement, jina lake huyu mtumishi bana. Mimi uh, najua yakumbuki, na wala sijaongea naye muda mrefu, lakini arimemba mara ya kwanza mi nipata namba yake ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja ilikuwa ni baada ya mi nimetoa wimbo mimi na ndugu yangu anaitwa Guda Kimsuya, nyimbo inaitwa ina, ina, uh, sijaona sasa katika nyimbo ya sijaona, Paul aliipenda Kumbuka wakati huo mimi sijulikani, na popote hata mkoani sijulikani, hata hata kijijini kwangu sijulikani kama naimba, na ndio nyimbo nimetoa tu, na good luck alinipa tu kama favori, alinipenda tu kama mdogo wake, kama tu nikataimba. Sasa, imagine mtu kama po, alivyo alivyo po, ni star muda mrefu. Unajua, pengine hapendi ni mtumishi, lakini ni star, anajulikana, maana Mungu amempa neema kubwa, kwa anatoa nyimbo ambazo hazichoshi, haziishi. Naeza kafikiri po ameanza muziki labda mwaka jana au mwaka juzi Yani ameanza utumishi katika ile eneo la uimbaji muda mrefu, na mimi namuona ndani yake, ana zaidi tu ya uimbaji. Ana ana, ana ana, ana, kitu fulani yani ukimuona uki you feel like eto kiona ngao, you feel like you're talking to someone amazing kwenye upande wa kiroho. Yani sasa imagine huyo mtumishi, nasikia kumbe aliomba kolabo na mwimbaji mmoja ambapo, tukipanga wale A list ya mwimbaji wa kike Tanzania, anza kana namba moja, na ni binti ambaye ameolewa na mwanaume ambaye ni, ni bilionea mtu, mtu ambaye na, na na na na haja hajamkiri Kristo maisha yake. Mtu wa dini, mtu nyingine dini, bile huyo wa kimsingi ende mbinguni. Msifungamanishwe nira na watu wasioamini, wa msifungamanishwe nira moja, nila ni ile yoke kwa maana ya ile wale ngombe wanaovutaga kwa wale so nakaaga kitu fulani hapa, kinawafunga ili si wasitoke, afu aende kuvuta mzigo. Sasa usifungamishwe nira na mtu asiyeamini. Sasa mtu ambaye hajamkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Biblia inasemaje? Kuokoka ni kumkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha kwa kinywa chako, yani hiyo ni kwenye kitabu cha Warumi. Ninapoona nasema hivyo, Warumi, kwa maana if you profess kwamba Jesus is savior and Jesus is Lord, then you shall be saved. So being saved, neno kuokoka ku, ku, li, linatokana neno save, salvation save, okoa so save um, ni kwamba unakiri kwanza Jesus is savior. Ile save imetoka neno save pia, so you can't be saved if before you, you confess Jesus is savior. So uh, yule binti bi bana ni Mwislamu, ni mtu asiamini, na mimi kwa imani yangu ya kikristo mtu yeyote ambaye hajamkiri Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake hata siku moja. Wewe imagine watu wako kwenye dini ambayo inaamini Kristo hakufa wanaamini hivyo, alitwaliwa kwenda mbinguni na Mwenyezi Mungu. Sasa kama unaamini mtu hakufa, na na huyo na huyo mtume wako anasema alienda mbinguni akamuona, sasa huyo mtu gani? na miaka elfu mbili na ngapi? miaka elfu mbili na sabini, au huyo ni binadamu? Sasa yani yani vitu vinachekesha sana. Sasa huko mbinguni alienda kufanya nini bila kufa? Kwa hiyo it's something ambacho unaweza kufikiria kwa kina, na kama yani, ni mlango ambao unapeleka watu motoni ndio mwembamba na njia ndao motoni pana Kipande cha, cha po. Sasa imagine, poa nakataa, ofa kama hiyo ndugu yetu ambaye, alikuwa, alikuwa, alikuwa labda alishauriwa na msanii wa kidunia mume wake na huyo binti kumtaja Yesu nyimbo zake azimtaje Yesu. Sasa imagine angepata hiyo ofa, si ndo tungekoma so wa Kristo, be very careful. Not every single minister, he is a minister of God, he is a minister of living God. Na kuna vitu vili, kuna watu, people are working for fame, for popularity. kuna watu wanafanya kazi umaarufu na, na, na pesa, kuna watu wanafanya kazi Mungu hivyo. Sikiza nyimbo ya, ya, ya Paul Clement inaitwa ina, ina ina neema ya Mungu mee kudiskasi mii na mdogo wangu mmoja anaimba pia ni, ni, tukipanga wale top five labda gospel Tanzania wanaweza kawemo. Sasa hivi ile nyimbo ukisikiliza kwa makini ule uandishi, huyu jamaa akipigwa vizuri atasema amesomea, akipigwa vizuri pale atasema amesomea theology. Unajua Bwana Paul, nyimbo zake ni za tafakari. Kwa mfano nyimbo yake nyingine anasema ile amenifanyia amani. Kipindi kama mtu amenifanyia amani. Wakati naisikiliza babangu ni mchungaji, alikuwa pale akanielekeza maana hiyo amani ambayo anaizungumzia ambayo ni amani ipitayo amani zote amani ipitayo amani zote, ndo unakuta Paulo anasemaje kwenye kitabu? Anasema hivi, amani ipitayo akili zote. What kind of peace that? Na maamuzi, maamuzi yanafanywa na akili na experience Why aman? Unaweza ukagundua kwamba ile amani is not this literally peace ni, ni shalom shalom ilikuwa ni is not the absence of trouble. Sio, so, so hali ya kukosa matatizo is not the absence of maybe vita au vich No, ilikuwa ni hali hata kama katikati ya dhoruba ya matatizo yote bado you feel the peace of God in you. Hiyo ndo amani ya Kristo amani ipitayo amani zote. Kwa akasema ili akaimba nyimbo yake, amenifanyia amani so, huyu jamaa akipigwa vizuri atasema, anatoa wapi hizo nyimbo? Anaonekana ana neno la Mungu. Mimi nimesoma theology, so, huyo mtu anaimba kwenye theolojia zaidi. Achana na waimbaji ambao hawajalelewa na wachungaji vizuri, hawajakuwa kanisani, yani hawajakulia kwenye wokovu, wamekuja kwenye kwenye muziki wa injili kama usanii. That is two different things na nikwambia hivi, indicator number one, huyo mtu ambaye anafanya uimbaji kama usanii Nakwambia hivyo, wakifanyaga live, live recording zile huwa mara nyingi hawafanyi vizuri. Kwa sababu, live recording ina record presence, inachukua atmosphere pale, kwa kama hauna anointment, unaimba kisanii, utoboi live recording. Na hawafanyi live recording. Nitaongea mengi jamani, tuishie hapa kwa siku ya leo, mimi nitakuwa nakuja na mega mega vipande. Mungu abariki sana, Mungu abariki sana. Po, po, anafanya huduma vizuri sana, napenda sana kwa sababu ni moja ya inspiration yangu na nampenda sana anachokifanya. Mungu ambariki sana. Shout out bro kwa kukataa ile deal. Sisemi kwa ubaya, sina nia mbaya, lakini mimi meni inspire kwamba you, you, you really care about what you have than kupata vitu vya kidunia ambavyo vinapita, temporary things. So bro, salute.